Itete Luteba taree tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Shule ya msingi Itete Luteba iko katika kata ya Luteba ilianzishwa mwaka 1977 na ina jumla ya wanafunzi 350 ikiwa wavulana ni 171 na wasichana ni 179. Kuanzia darasa la awali hadi darasa la saba kwa mwaka 2024. Shule hii ina jumla ya walimu saba. Amba, ambapo mwalimu wa walimu wa kiume ni sita na mwalimu mmoja wa kike. Aidha, kutokana na changamoto kubwa ya uhaba wa vyumba vya madarasa na uchakavu wa vyoo, serikali kupitia mpango wa kuboresha elimu ya msingi boost imetoa fedha kiasi cha shilingi milioni sitini na tatu kwa ajili ya vyumba viwili vya madarasa na matundu sita ya vyoo ili kukabiliana na changamoto hizo fedha za mradi huu zimepokelewa tarehe kumi na nane mwezi wa sita elfu mbili ishirini na nne kupitia akaunti ya shule ya Itete Luteba kiasi cha shilingi milioni 63, 63. Katika akaunti ya shule. Fedha hizo zilielekezwa kutumika katika ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na matundu sita ya vyoo kupitia mpango wa kuboresha elimu ya msingi busti, kwa mchanganuo ufuatao: ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa jumla ya Tanzania shilingi ya milioni hamsini ujenzi wa matundu sita ya choo jumla ya Tanzania shilingi milioni kumi na mbili na ufuatiliaji kwa ngazi ya shule milioni moja. Baada ya mapokezi hayo, mkutano uliendeshwa kwa watumishi, kamati ya shule, viongozi mbalimbali ikiwemo, mweshi, akiwemo mheshimiwa diwani, mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wa kijiji kwa maelekezo ya namna ya kutumia fedha hizo. Aidha, ziliundwa timu mbili zitakazohusika na utekelezaji na usimamizi wa ujenzi huu. Pia wananchi na wadau mbalimbali walipata maelekezo ya mapokezi ya fedha hizo pamoja na kuahidi kujitolea nguvu kazi. Mradi huu unatekeleza kwa njia ya rasilimali za ndani force account. Aidha, utekelezaji wa mradi ulianza rasmi tarehe 19 Oktoba 2024 na tulitegemea kumaliza tarehe kumi na tisa mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tano mpaka sasa jumla ya shilingi milioni sitini na moja, mia tisa, themanini na tisa, milioni sitini na moja, laki tisa, themanini na tisa elfu na mia tano zimetumika kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya ujenzi na malipo ya mafundi na kiasi kilichobaki ni shilingi elfu kumi na moja mia tano aidha wanakijiji wameshiriki katika utekelezaji wa mradi kwa kutoa nguvu kazi na michango yenye thamani ya shilingi milioni moja. Changamoto zinazojitokeza zinazo, zinazo zikiwemo, moja, kutangaza upya na kwa haraka zabuni ambazo hazikupata wazabuni au watoa huduma kufanya mawasiliano na kuomba msaada wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu kwa wa manunuzi ya umma tatu, kwa viongozi wote kutoka ngazi ya kata ikiwemo e, kamati ya usimamizi wa mradi na wananchi wote kwa ujumla, diwani, mbunge, ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Busokelo. Aidha, tunatoa shukrani za pekee kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anazoendelea kuzifanya kwa taifa hili, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu katika sekta ya elimu. Naomba kuwakizisha salini kono. Namshukuru sana Mama Samia, Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutukomboa katika kata yetu, katika kijiji chetu hiki cha Mpunguti. Namshukuru sana sana, Mungu amuongezee. Na mimi naitwa Jeremia Jackson Marufuimo, ni mkazi wa kijiji cha Mpunguti, pia ni mwenyekiti jumuiya ya wazazi tawi la Mpunguti. Namshukuru rais si wetu kwa kazi nzema aliyofanya, lakini bado tuna changamoto moja, ambayo hiki ni chuo cha kisasi, natakiwa maji na hapa tuna tatizo la maji libiti to, ok hata matenki mawili matalioifanya, lakini tumeona mapungufu ambayo tumeyaona. Nadhani kwenye tathmini yetu tutatoa maelekezo kumwagiza kamisa nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye mradi kwenye mradi huu. Mama Samia ametufanya wote tuwe wa duniani kwa tusidogoshe ile nafasi na, na heshima ambayo tumepewa. Mheshimiwa duani tunakushukuru sana kwa kupambania manake wanang'ang'ania na keki hawa lakini, pia tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge ambaye ndio mwakilishi wetu anayetusemea huko serikalini na huko bungeni kutetea miradi iweze kuja kwenye halmashauri yake, na hapa tumeona. Lakini niwaambie tu hawa watoto wa Itete wa, wa, wa na watoto wa Luteba tunatakiwa wafike duniani na wako duniani mpaka sasa. Shule hii imetoa watoto wengi, wako shule hii tunawafahamu mm, kwa sababu tunawafuatilia, ni watoto wetu kutoka hapa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa mambo makubwa na mazuri ambayo ametufanyia, lakini tutaiangalia ile taarifa, tukiangalia, lazima tuunge mkono juhudi za za serikali za mama Samia Suluhu Hassan kama wananchi pia, kwa sababu, ha, kuchangia, nimekwenda kawetele kule mheshimiwa kabisa kawetene na dhati kuona kagua mradi wa sekondari. Nimeona Chama cha Mapinduzi nao wameweka alama yao. Tutaona ile, ile mchanganuo utakapokuja tujue ni nini. Wakati mwingine tutatoa maelekezo, tugawane majukumu pia. Haiwezekani Luteba akashindwa kuchangia laki mbili, laki tatu kuunga mkono, si ndio? Chama cha Mapinduzi tupo, diwani yupo, tutahamasisha ili kuungana na nguvu za za serikali. Tumeelewana jamani, ili mambo mazuri hapa yaweze kutokea kuunga juhudi za, za, za. Unajua ukifanya unaishawishi tena serikali kwamba wananchi wale wana moyo wa kunji, kujitolea kabisa, hebu tutafute tena hela nyingine kuwapa mradi mwingine au kuwaongezea chumba cha, cha darasa. Umenielewa? Basi sisi tuseme tumeishia hapa. Mheshimiwa diwani, tukupongeze tena, endelea kupambania kata yako, unatekeleza ilani yetu vizuri ya Chama cha Mapinduzi. Nakutia moyo, kamilisha katika kipindi hiki ambacho kimebakia. Tuko pamoja na wewe, endelea kuchapa kazi.